Asante sana mimi eh, naitwa Laurian Mseri um, a counseling psychologist yani mshauri nasaha. Na saha na inavyojua kwamba ubongo, kwa Kiingereza brain, ni kiungo cha mwili ambacho, uh, uh, neva zote ama nerves zote zina zinaunganishiwa uh, hapo na zinafanya kazi kutoka hapo, kwa hivyo ni kiungo muhimu sana katika afya ya akili yani mental health. Na tunafaa kitunzwe ili tuweze kutunza afya yetu ya akili ama tuwe uh, efficient katika uh, processing ya uh, information, processing of feelings and emotions. Sababu zote uh, hapo ndio center yao, ndio makao makuu ya hisia na pengine uh, hisia mbalimbali. Wakenya wengi hawaelewi eh, kuhusu afya ya ubongo kama kiungo cha mwili uh, ambacho ni muhimu sana katika uh, afya ya akili. Watu wengi sana huchanganyikiwa uh, kuhusu afya ya akili. Uh, this is mental health, uh, emotions, uh, magonjwa ya akili na kiungo hiki muhimu. Kuna uhusiano, ndio hatuwezi kutenganisha kabisa, lakini Wakenya wengi hawajui uh, kuangalia kiungo hiki kama uh, kiungo kingine chochote cha mwili uh, kitu ambacho huathiri e, ubongo kama kiungo ya e, kwanza ni hata ajali, ajali za barabarani, ajali za nyumbani, hivo unapohusika katika ajali ama hata vita, kupigana na kichwa kigongwa sana, kinaathiri hiyo, e, inaathiri ubongo kama organ, ama kiungo cha mwili halafu, uh, mara nyingine y vyakula na madawa ya kulevya ambavyo tunatumia pia yanaathiri ubongo as an organ. There are chemicals ama kemikali ambazo tunatumia, vileo ambavyo tunatumia, ambavyo viko na kemikali na vinaathiri uh, ubongo kama kiungo cha mwili, unaathiri na, na, na, na, neva ambazo ziko katika ubongo. Uh, magonjwa ambayo yanatokana na athari ya, ya na za ubongo ni magonjwa kama vile uh, kukosa kumbukumbu kumbu yani, uh, memory loss. Uh, watu wengi sana wana suffer from diseases or conditions of memory loss, mara nyingi sana huwa ni kile kiungo uh, ubongo kimeathirika. Vile vile, mara nyingine unaweza kuwa na magonjwa kama vile uh, slow processing Yani ubongo uh, wako unakosa ku, ku process, uh, information, ama kunakuwa na confusion kuchanganyikiwa changanyikiwa. Ni kuonyesha processing ya uh, hiyo taarifa ama information katika ubongo kama kiungo imeathirika. Na magonjwa mengine ni kama vile uh, magonjwa yanayoathiri neva, unaelewa kwamba pengine mwili unakufa ganzi ama kiungo fulani ama kiungo kingine kando na ubongo kinakufa ganzi katika mwili huwa mara nyingi sana, ni ubongo kama kiungo ama kama body organ imeathirika. Unaweza kuona mtu anakuwa na, na numbness ama kufa ganzi ama mara ingine uncontrolled movement, kiungo fulani kama mikono inaanza kutetemeka, miguu inaanza kutetemeka, hizi exterior organs zinaanza kuwa uh, uh, hawezi kucontrol uh, ama hawezi kuzidhibiti vizuri, basi hiyo tunasema kwa sababu ubongo kama kiungo uh, umeathirika. Na hii mara nyingine, uh, inaathiri sasa afya ya akili mental health as we know it, kwa sababu so, inaingia katika feelings, emotions na other processing of uh, related uh, yeah